na ndio maana hii inapelekea ndoa nyingi huwa zinavunjika kwa sababu hatufati yale yani ambao

wanaye katika maisha yangu mimi nitaonekana ni bora. inna lmuhiba imuhibi muui, hakika yule apendaye kwa yule ampendaye ni mwenye kusikiliza. Kwa sababu hii <coughs> katika imani, ndio maana ndoa nyingi hazidumu kwa sababu gani sasa ndoa hazidumu kwa sababu sababu ya kwanza muoaji na muolewaji hawakuwa tayari kwamba wanatakiwa waishi kama mke na mume kilichosababisha waoane ni ile shahwati nikizungumza shahwati ita Waarabu wanasema aajabiliajiit ni neno ni. la Kiarabu yale matamanio ndio yanamfanya muoaji anaoa kwa sababu ukimuuliza aliolewa kwa nini umeolewa na alioa ukimuuliza kwa nini umeoa hawezi kukupa jibu sahihi na ndio maana unakuta mtu anaambiwa na wazazi wake wawili "Mwanangu, huyu binti hakufai." "Mwanangu, huyu mwanaume." Binti anaambiwa na mama yake, baba yake, huyu mwanaume hakufai. anasema kauli thaqilan wala yundur kauli nzito, wala hatazami, kwamba anakasirika, anamwambia nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yake lakini siwezi kumwacha subhanallah. Hivi kweli hii ndio itadumu? Hii ndio itadumu? haiwezi kudumu. Kwa sababu gani? Msingi wa kwanza wa wawamga umepigwa kwa sababu baba yake, mama yake wanamwambia mwanaume huyu binti akufai. Sasa vile cimi nizo kufanya mpaka mtu anatamka kwamba niko tayari kufanya chochote lakini huyu anioe au huyu ni mwoe, basi na kuridhiwa na wazazi wake. Tumetizama dini yake vitini ya ana dini. Leo vijana wengi atuangalii, mtu anakuambia fanya chochote unachokiweza, lakini leo nahitaji elfu kumi, nahitaji elfu ishirini, mimi sijui utapata watu lakini leo fanya njia unayoiweza nataka kaka. Nataka elfu kumi nataka elfu hamsini kwa sababu ya yale matamanio, ashki zile shafanya yaumkana, insha allah na zile tilti zinakupelekea wewe unafanya kile anachokuamrisha. Tumwangalie Nabii llahi Ibrahimu alayhi salatu wasalam wassalam ala ibn Ismail kwa mwanaye Ismaili, na ndio maana toele ilidumu, akaja kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwaje? Nabii Ibrahimu alimwacha pale mtoto wake na mama yake Hajar katika mji wa Makka, yeye alirudi Palestina, akamwacha mwanaye katika jangwa na mama yake. Lakini miaka ilienda mingi, mpaka mwanaye akawa mkubwa akaoa, zama zilipita nyingi. Anarudi kwa sababu ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nabii wa Mungu. Kwa nini tusifuze kwa Nabii Ibrahimu? Kwa nini tusifuze kupitia Ismaili? Tumsikilize Ismaili, tuangalie kisa hiki cha Ismaili ili tupate fawaida, ili hata tukiambiwa na wazazi wetu tuwe wasikivu. Nabii Ibrahimu anafika, anamkuta mkoa wake, akimkuta mkoa wake Akajuwa huyu ni mko wangu, akamsalimia assalamu alaykum, wa alaykum salaam. Akamwambia kaifa halu, kaifa halu kuma, yani mnaishije, vipi hali ya maisha? Fashtaka alayhi dhaykan wa su'ban, akashtakia baba, baba, maisha tunayoishi tunayoyesha hapo mzee wangu ni ya shida na taabu tu. Leo mimi na wewe zama zetu hizi, babako akikuuliza, acha kumuuliza mke wako, akikuuliza wewe mwenyewe, mwanangu, maisha yenu vipi? na mke wako? Alafu mzee anapenda kunichunguza sana, nataka nini? Yani baba yako anakuuliza namna unaishije, maisha yenu yakoje? Ah, huyu anapenda kuingia katika njia zangu sana, ananiingilia katika ngazi zangu, alafu unatarajia hii ndoa idumu? Unakuwa mtumwa Nndio maana majumba yetu leo ukiyachunguza, wanawake naofana wanawake ndio viongozi katika majumba tena. Fili kauli kabiha, Mwenyezi Mungu watunusuru na wanusuru mama zetu. Kutokana na hii kauli, anakuambia anamwambia baba, baba yako au mke wako anakuambia haki sawa Na hii ndio inapelekea hata ndoazau Nabii Ibrahimu alipoambiwa maneno yale akaona hapa sijakaa ni leo tu, mimi nimekuja leo. Yale tu kapona, aba, abu, mimi nimekuja leo jalekua kila siku, ina maana atakuwa natokea lii. Baba yangu mimi nakuambia huyu mwanaume mbaya yupo, yupo tu, tuna shida hapa duniani tunalala njaa. Fakaalbrahimu akamwambia yule mwanamke atakapokuja akula, mwambie mwambie, abadilishe kizingiti cha mlango. mke wako hakufai mwanangu, mwanangu, huyo mkeo hakufai. Angalia hukumu tunayochukua si kubadilisha mke, bali tunaamua kuhama kabisa na kuondoka pale mazingira ya mzee, kwa maana mzee ni msumbufu, tunaondoka. Angalia wewe, mimi na wewe mbele ya Nabii Ibrahimu na mwanaye ni kina nani wanaomtambua Allah? Leo sisi tuko tayari tukafanya uzinifu, kwamba umeambiwa huyu binti hafai kuwa mumeo, hafai kuwa mke wako, ukasema muziri mpaka mimba ingie tuone, na sasa nina mimba, kama watakubali Tunakubali, unampa mimba kweli, baadaye wanasema washapewa na mimba, bwana hamna jinsi, tuwaozeshe. Unaozeshwa, baadaye yatakayokukuta utabuka nafsi yako, utalia nafsi yako, kwa sababu mimi na wewe na Nabii Ibrahimu na Ismaili ni nani ambao wako karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani wanafanya matendo walichaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa kwamba mtaenda mtaenda kuwa viongozi kwa ajili ya kutangaza kalima yangu. Mimi na wewe, iweje leo unaambiwa na mzazi wako ile alifai, lakini sisi tunafanya hizi ndoa zitadumu, lakini tunafanya kwa ajili ya kuridhisha nafsi zetu si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuoa katika kitu kimoja, niwaambie ndugu zangu katika imani, kuna siku moja nilizungumza katika hotuba nikasema, katika watu ambao wanatakiwa kuigwa ni wale viongozi wa dini, kwa maana sisi tunachoamini, imamu ni mtu ambaye yuko karibu na Mwenyezi Mungu. Ndio tunachoamini. Maustadhi tunaamini ni watu ambao wanafundisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Tunajua maustadhi, ufanya, ndio wanaokataza watu kufanya kumuasi Allah tabaraka wataala. Lakini leo leo, kaa katika kijiwe, kaa katika maskani, umuone mke wa ustadhi anapita utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwamba alivobaa haviendani kabisa na yeye wala haendani na yeye. Lakini unajua kinachomwathiri atiltilwa musababa anyakula mayasillaha wa rasulahu kwa sababu yadi hakumchezama halisoma lakini hakumwelewa nabii Ibrahimu alaihi salatu wassalamu. Na ndio maana leo tunafanya vitendo vya kumuzi Allah kwa ajili ya kulizisha nafsi zetu Si kwa ajili ya kumridhisha Allah tabarak wa taala. Nabi Ibrahimu anamwambia mwanaye amwache mke wake. Mimi na wewe ni nani, mpaka tunaambiwa na wazazi wetu na hatukubaliani na wazazi wetu. barakallahu lii walakum fil qurani al adhim wanafaani waiyakum bidhikri wal ayati al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha lii walakum walisairil muuminina wal muuminati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim

kimalizia katika hutuba yetu ya pili bihnillahi tabaraka wataala, miongoni mwa sababu za kupelekea kuvunjika ndoa ni kutofuata mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, na kuathirika kwa shahawati, matamanio yale matamanio, ndiyo yanayotupelekea sisi hata kuwasikiliza wazazi na kuwa ni mtihani. Angalia nabii Ibrahim, baada ya kumwamrisha mwanaye amewache mke wake kwa kuwa huyu si mke ambaye hana shukurani, mwache, utazaa watoto ambao wana shukurani, kwa sababu amezaliwa na mza, na mzazi ambaye ana shukurani na atakuwa ana shukurani. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akaona hili litakuwa ni tatizo, kama mwanachuo mmoja asema, sitaki, asema sitaki kuoa mpaka nijue mtoto wangu ntakaye mzaa. Atakuwaje yumkin antakula ina hadha rajulu huwa majnuna murakab, waza ukasema huyo mtu ni mwendazimu wa kupindukia, kwamba anataka muone mwanaye atakuwa mtoto wa aina gani, hali ya kuwa bado hajaoa. Yaani uko nafikia tasmini ya mtoto wakati uakuyevae akasema nataka Akaulizwa, kwa nini umezungumza kauli hii? Asema, kwa sababu katika wazazi wawili, kwa baba yangu na mama yangu, na kwa mke wangu ambaye natarajia kumwoa, baba yake na mama yake, najua kuna mmoja atakuwa rahisi tabia za mama yangu mkwe na mwanangu mwingine, au mwanangu yoyote baba mkwe ye atakuwaje? yu wa mwanangu kwa baba mkwe, akiwa na tabia za akhlaki za kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, basi mwanangu atakuwa miongoni mwa watoto wenye wa akhlaki za kumridhisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa, kwa kauli hii umkin waunasaniwaya kaula nhaqiian we mtu amezungumza kauli haa kwa mfano na muka ria miongoni mwa watoto wa mashehe wanaongoza kuwa na tabia za kifedhuli ni watoto wa nani? Chunguza katika mazingira wanayokaa au katika sehemu inazopita wanaongoza kuwa na tabia mbaya ni watoto wa mashehe. Sasa unajiuliza mtu unasikia anasema ah, huyu si mtoto wa shehe? Nasia anasia ulama amesahau kauli za wanachuo yeye ya hakutaka kuangalia. Kilichomsababisha ni zile titi shaati matamanio na mmke ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukikuta utakuta mke kichwa wazi, ukiambiwa ni pia unaogopa kusema ni mewashee kichwa wazi, nguo za kubana anavaa mtihani. Haya, tazama mtoto mwenu Uta, utamkuta mwanae, utamwambia ajistiri, atajua maana kujistiri ni nini? Kwa sababu watoto wana tabia kuambia, mbona mama hafanyi hivi, mbona mama. Sasa Nabi Ibrahimu, nikimalizia hotuba, yule Nabi Ismaili akamwacha mke wake, kampa talaka, akamwacha mke wake kwa kauli ya baba yake, yeye ndio alimuoa lakini kwa kuheshimu kauli ya baba yake akamwacha. Huyu ni nabii wa Mungu. Je, mimi na wewe, swali linakuja hapa. Huyu yuko karibu na Mungu, akimwambia Mungu leo nijalie nipate kitu fulani, Mungu anampa kweli. Je, mimi na wewe ambaye umbali wetu na Mungu tunaujua mimi na wewe? Akamwacha kwa kumsikiliza baba yake, mpaka leo tunasema nabii Ismaili alayhi salatu wassalam akamwacha akaoa mwanamke mwingine Alipomwona mwanamke mwingine akaja mara ya pili. Alipokuja mara ya pili, akamwambia, mama, vipi hali zenu? Wewe unaenda kwa mkaza mwanao au kwa mkoa wako, unamuuliza mama, vipi hali yenu, mnaishije hapa wewe na mumeo? Anasema, alhamdulillah baba, kwa kweli twamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mume wangu anapambana, alhamdulillah, tunapata riziki kwa kweli, alhamdulillahi, na kila jambo linaenda kwa kadiri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alivyopangilia huyu ni mkoa wake wa pili ambaye wa kwanza alimwambia mwanehemu muache. Nabii Ibrahimu kwanza astaraha ala nafsihi akatabasamu, akafurahi katika moyo wake, fakila fakala laki, akamwambia kula, mwambie huyo mume akija azibiti kizingiti cha mlango wake kisije kikaharibika kika, kika, akihigiti kisigiti cha mlango wote kisije kikaharibika. Hata mimi na wewe wenye kuwa ni mkwa wako unamkuta na, na zungumza kauli hizi, kutokubali mwanao amwache, utamwambia apambane naye kwa namna yoyote, lakini leo wanawake tunaooa wana Wanamke umemua huyo, kavaa kanga moja mbele na ya baba yako, baba yako anakuambia, ah, mzee huyu bwana, nitakufa naye, bora ni hama ya nyumbani, bora ni itikali hapo mba nyumbani, lakini huyu siwezi kumwacha. Ah, kesho kaja katembea na baba yako, kwa sababu wana tabia za kifudhuli. Wewe unajua huyu ni mzazi wangu, unakaa na kanga moja Anakaa tucolazi anakaa one, lakini tunakataa kufata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajia mwenye mke mwenye tabia nzuri. Na ndio maana hata mke wa kuoa ni yule ambaye ana dini, kisha anazingatia mazingatio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, anafuata mafundisho. Lakini leo ndio haziwezi kudumu, kwa sababu vijana wengi tunaoa kwa sababu ya tilitili tili. Zile tint zikikushika, hata baba yako tunasema ule utaalamu wa ndani, unaona, ah, hapa bwana nikose chochote, lakini sio utaalamu. Yani uko radhi mtukane Mungu, lakini sio kuachana na mke wako. Ndugu zangu, ili ndoa zidumu, lazima tuangalie mwanamke ana akhlaki za kidini, ana akhlaki za kidini. Leo kaweza kupita anavaa kanga moja mbele ya babake mkwe, ataweza kumheshimu Mungu kwa sababu wamekosa mafundisho ya dini. Kwa hiyo ndugu zangu, ili tuishi na Mungu aturidhie ni lazima tuangalie wale tunaooa kabla hatujaoa, kwa sababu utakapomuoa kumwacha itakuwa ni ngumu. Inawezekana ukawa na mambo mawili, ukawa unaumia unapona, kila siku unaweza kila siku kuchomoka katika ule mtego uwezi. Mauti yanakukuta unakufa, na ushehe wako na umufti wako na motoni unaenda kuchomwa. Kwa sababu gani? Ulikubali kukosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaamua kufuata matakwa ya nafsi yako. Mwenyezi Mungu atulinde katika hilo.